Ni siku nyingine tena katika mapishi yetu. Leo tunataka kutengeneza kachumbali. Tunaandaa, kuna mchanganyiko kadhaa hapa, ambayo ni kama kitunguu, nyanya, karoti, pilipili, tango, pamoja na parachichi. Kachumbali yetu ndio tutamiksi pamoja na limao. Unajua, kachumbali ile ya limao inakuwa sio kachumbali tuna hapa, ndipo tunappata rangi yetu wakati mli mzuri kwa mchanganyiko wetu ya leo. Tunaanza kupunda ponda ili para chechi na kuchanganya na mchanganyiko tena mwingine. pia na kachumvi, unaipanda ponda na kukuchanganya. Usisau kuboneza rait, kuandika comment yako na kushare video kamafiki, na kama uja subscribe. subscribe sasa hivi kamafishi zaidi mazuri kama haya, manavokatagalia kuku tayari. Unaweza ukailia kwa wali, ukala kwa mtirao yao, ukala kwa viazi, kwa chips na ladha. Hata ungekupo karibu ungetamani uonja kidogo. Unaweka na katangawizi kako kidogo kalikosagwa vizuri. Karibuni sana, endelee kupata mambo mazuri kama haya katika chaneli yangu.